Miaka sita iliyopita leo, Machi 10, ndege ya Ethiopian Airlines Flight 302 iliyokuwa ikiendeshwa na Boeing 737 MAX 8 ilianguka kwa huzuni karibu na mji wa Bishoftu nchini Ethiopia, dakika sita tu baada ya kupaa. Ajali hiyo iligharimu maisha ya watu 157 wa waliokuwa kwenye ndege hiyo. Katika chini ya miezi mitano, hii ilikuwa ajali ya pili mbaya iliyohusisha ndege ya MAX 8. Matokeo ya ajali hii yalichukua jukumu muhimu katika kuunda hatima ya mfululizo wa Boeing 737 Max katika miaka iliyofuata. Siku ya tukio, March 10, 2019, saa mbili na dakika 38 kwa saa za huko, ndege ya Ethiopian Airlines Flight 302 iliondoka kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Addis Ababa Bole nchini Ethiopia kuelekea uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi, Kenya. Walakini, ndani ya dakika moja baada ya kupaa, first officer aliripoti suala la udhibiti wa ndege kwenye mnara wa kudhibiti. Muda mfupi baadaye, mfumo wa maneuvering characteristics augmentation system yani MCAS ulifanya kazi na kusababisha pua ya ndege hiyo kushuka chini. Licha juhudi za marubani kupata udhibiti tena, MCAS ilifanya kazi tena na kufanya hali kuwa mbaya zaidi. Kwa kusikitisha, ndege hiyo ilianguka karibu na mji wa Bishoftu na kupoteza maisha watu wote 157 waliokuwa ndani. Ndege iliyohusika ni Boeing 737 MAX 8 ya miezi minne iliyosajiliwa kama Echo Tango Alpha Violet Juliet, ikiwa na nambari ya serial ya mtengenezaji ya 62450 ilikuwa na engine mbili za CFM International Leap 1 Bravo. Ajali hiyo ilitokea kufuatia ajali nyingine ya Boeing 737 Max nchini Indonesia miezi minne tu iliyopita ambapo Lion Air Flight 610 ilianguka muda mfupi baada ya kupaa na kusababisha hasara ya abiria wote 189 na wafanyakazi waliokuwemo ndani. Baada ya ajali ya ndege ya Ethiopian Airlines Flight 302, mamlaka ilizuia fleet za 737 Max huku uchunguzi e ili kubaini sababu za matukio haya mawili mabaya. Baada ya kusimamishwa kimataifa kwa ndege za Max ilibainishwa kuwa mfumo wa MCAS uliowajibika na kwamba Boeing ilibidi kurekebisha suala hilo. Sururu huo ulisitishwa duniani kote kati ya Machi 2019 na Disemba 2020, huku baadhi ya mashirika ya anga yakichukua muda mrefu kuidhinisha ndege hiyo tena. China iliongoza kwa kusimamisha ndege za Max baada ya ajali mbili na kuifanya kuwa nchi ya kwanza kufanya hivyo. Hatua hii ilisababisha mamlaka nyingine nyingi kuiga mfano huo kutokana na masuala ya usalama, huko shahidi ukionekana kuonyesha kufanana kati ya ajali hizo mbili. Mamlaka za Marekani pia ziliungana katika kusimamisha ndege hizo maamuzi haya yalifanywa licha uhakikisho wa umma kutoka kwa mkurugenzi mtendaji wa Boeing Dennis Mullenberg kuhusu usalama wa Max. Utawala usafiri wa anga wa Marekani FAA ilikuwa mamlaka ya kwanza ya usafiri wa anga kuthibitisha tena 737 Max 8 mnamo Novemba mwaka 2020. Usafiri wa Canada na mawakala usalama wa usafiri wa anga Ulaya EASA zilifuata mkondo huo miezi michache baadaye. Mamlaka ya usafiri wa anga ya China ilikuwa miongoni mwa mamlaka kuu za mwisho kutengua ndege hiyo. Baada ya mamlaka nyingi za usafiri wa anga kuondoa hali ya anga na mashirika mengi ya ndege kurejesha fleet za Max. Shirika la ndege la Ethiopia lilipata imani tena kwa ndege hiyo na kuiwasha tena mnamo mwaka 2023, shirika la ndege liliagiza ndege ishirini za Boeing 737 Max. Kwa sasa Ethiopian Airlines ina ndege 18 za Boeing 737 Max katika fleet zake. Ndege za Max zimerejea ngani duniani kote na imejidhihirisha kwa safari nyingi zisizo na matukio. Hata hivyo masuala ya hivi punde ya mfululizo wa 737 Max 9 yameathiri sifa ya familia hiyo ya ndege kwa mara nyingine tena. Mnamo Januari mwaka 2024, ndege ya Alaska Airlines Boeing 737 Max 9 ililipuliwa na mlango wa plug wakati wa safari ya ndege ya AS 1282. Kufuatia tukio hili, Boeing ilitangaza mipango ya kuimarisha uhakikisho wa ubora na udhibiti katika kutengeneza ndege zake za 737 MAX 9.